Treni za mwendo kasi za Shinkansen huko nchini Japani kwenye njia yenye shughuli nyingi zaidi kati ya Tokyo na Osaka zilisimamishwa kwa muda baada ya nyoka kujivilingisha kwenye nyaya za umeme. Nyoka huyo mwenye urefu wa mita alisababisha itilafu ya umeme. Inasemekana alitambaa kwenye nguzo ya umeme na kufa alipokuwa akijaribu kutambaa kwenye waya zenye umeme mwingi. Abiria mmoja alisema treni ziliendelea kuwa na umeme zikiwemo taa na viyoyozi, lakini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 Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.